Ndugu zangu watukufu wa Islam, pia tuna njia nyingine ya kilugha katika lugha ya Kiarabu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ni mwarabu, bali alikuwa afsah, alikuwa yeye ni fasaha zaidi wa arabu. Kila hadithi ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameitoa, basi yatakaniwa mtu aitizame vizuri sana, bali ukiondosha lolote ambalo kwamba liko katika hadithi ni khatari sana umma. Sasa katika hadithi yake ya kullu bid'atin dalala, tuangalie neno bid'a limekuja mwisho, linatee kullu bid'atin, limekuja linatee hili neno. Na je, katika lugha ya Kiarabu haliwezi kuja bila ya tee? Twasema laweza kuja bila tee, kwa sababu kul ma kuntu bid'an imekuja bid'an, ina maana yaweza kuja bila ya tee. So Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa al yaweza kusema kullu bid'in, kila bid'a bila ya tee, lakini kwa nini? Tujiulizeni, wajua ziyadatul mabna tadullu ala ziyadati almaana kila kukizidi harufu tu katika ibara ya lugha ya Kiarabu, ama neno lolote la lugha ya Kiarabu, ama kalima yoyote katika lugha ya Kiarabu huwa yajulisha kuzidi maana. Kwa mfano, nenda katika Qur'an, katika suratul Qadri, ile siku ya Lailatul Qadri, Qur'an yatuambia tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha, ndani yake huwa wanateremka malaika Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu. Angalia kilma, huku ilikuwa ni tanazzalu kwa te moja, huku imezidi nyengine, tatanazzalu. Hebu tujiulizeni hapa, mbona kwani maana ni tofauti? Ndio maana itakuwa tofauti, kwa sababu huku kumezidi te moja, huku te ni moja pekee yake, tanazzalu, huku ni tatanazzalu. Ulama wa tafsiri wanasema ni kwa sababu huku kuna huo usiku mmoja kwa mwaka, ndio uko katika Ramadhani katika Lailatul Qadri, ndani yake huteremka malaika. Huo usiku mmoja tukufu sana, ndani yake iliteremka Qur'an. Na upande ule kule, kwa sababu kumezidi teni, kwa sababu kwanza, kila siku huteremka malaika, kwa sababu waumini, kila siku, vifo vya waumini vinatokea mara kwa mara, waumini ambao kwamba ni wenye istikama wanakufa ndio maana malaika kitendo chao cha kuteremka ni cha kila wakati. Wanawateremkia kina nani? Waumini. Na istoshe wanateremka kwa wingi. Sasa i, maana ishazidi ni hiyo, ndio maana Mwenyezi Mungu akazidisha akasema tatanazalu. So pia katika tamshi la bid'atin, ilikuwa aweza kusema mtume wa salam kullu bid'in, lakini akasema bid'atin ni kwa sababu pia kuna kuzidi kwa maana.